Uh, mtazamaji wa channel ya Feaboy karibu tena katika channel yako pendwa, kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Hili hapa ni Jimbo la Moshi Vijijini na jimbo la vum, vumjo, Vunjo. Aa, tangazo la kuitwa kwenye usaili, wasimamizi wa vituo vya kupigia kura, wasimamizi na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura Interview au usaili utafanyika tarehe 11 na tarehe 12 Oktoba 2025 katika shule ya sekondari Kimochi iliyopo Sango jirani na ofisi za halmashauri ya wilaya ya Moshi. Usaili huu utafanyika kwa makundi, kwa kuzingatia tarehe na muda tofauti kama inavyoonekana kwenye majadwali hapo chini. Kila msailiwa atapaswa kuwa na kitambulisho kimojawapo kati ya hivi: vitambulisho cha taifa NIDA, kitambulisho cha ja kupiga kura hati ya kusafiria, kitambulisho cha kazi, leseni ya udereva, au barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa. Aa, katika kila msailiwa aje na kalamu ya bluu au nyeusi. Msailiwa atakayeshindwa kuzingatia maelekezo ya kwanza na ya pili hapo juu hatoruhusiwa kuingia kwenye usaili. Orodha ya majina walioitwa pamoja na tarehe na muda wa usaili umeambatanishwa na tangazo hili. Majina ni kama jinsi yanavyoonekana katika video hii, lakini hakikisha unaipata PDF hii, na PDF hii utaipata katika grupu la WhatsApp la Fairboy. Hakikisha umejiunga na grupu letu la WhatsApp link; nimekuwekea katika description ya video hii. Na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya Fairboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili tuweze kwenda pamoja. Na hapo utapata update zote za kila siku kuhusu kazi, ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali mbali. Asanteni na karibuni tena.